Rajesh, nafasi nyingine kwa Mbao, wanaandika goli maridadi kabisa kwa kisigino! Ismail Mrisho Alfani! Eh, eh, eh. Stija, Ismail Boke toa nje, Kibairo, Haji Shaban ko chini mchezaji mmoja wa Mbao FC maonekana mpata tatizo kubwa, alichezewa madhambi yale.